Sisi halmashauri tuna wajibu wa kutenga 10% ya fedha na, na kuwakopesha wananchi wa kuwa kuwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Tunataka tuunganishe haya mawazo pamoja na ule mfumo mzima wa 10% mikopo ambayo halmashauri inafaa kuitoa. Tuone kwamba miradi tunayoikopesha watu tunayokopesha, basi wanatoa na vitu vingine vya ziada ambavyo akikwa manufaa zaidi ina, inazalisha kazi za ziada ili mikopo ile irudi na watu wengine waweze kujiajiri katika shughuli hizo. Kwa hivyo tulichogundua, na na wito wangu kwamba kumbe kitu kimoja lazima sisi wenyewe tuwe tuna maarifa sisi wenyewe, maarifa mbalimbali ya haya tunayoyafanya. Ikiwa sisi hatuna maarifa, tunaamua tu kukopesha fedha Matokeo yake ile fedha hazi, lakini la pili, hiyo miradi tuijue na tujue inaweza ikazalisha kiasi gani, kwa maana ya ajira nyingine za ziada, uwezo wa fedha kuzalisha na vitu vingine. Kwa hivyo nahisi hii ziara yetu ya leo ni ina manufaa zaidi kwa wakurugenzi wangu, kwa navyoona wameridhika zaidi na kuna kila dalili kwamba sasa tunaweza tukafika hatua nyingine zaidi, tukatoka kule tulipo, tukaona vitu vingine. Suala la watu wanazowataka inabidi lazima tujiulize taka hizo zinazalisha nini baada ya taka, tukisha kuwakopesha watu wa namna hiyo, tukisha wakopesha watu labda kulima je? Yeah, hatuhitaji kulima na kufuga, kuna integration, kuna miingiliano ya vitu hivi tunavyovifanya ambavyo tunaweza tukavifanya. A, katika halmashauri yetu ya ja wilaya tuna, tuna miongozo inayoongoza namna gani matumizi ya fedha za makusanyo ya, ya, ya, ya ndani na maelekezo ambayo anasisitiza sana Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba tunatoa ile asilimia kumi tunayepeleka kwa makundi ya, ya vijana wanawake na watu wenye ulemavu. Sasa kule kuna sekta mbalimbali ambao wanaweza kwa, wanaibua na wanaomba usa, usaidizi kwenye, kwenye halmashauri yetu. Sasa nilichojifunza hapa, tunaweza kabisa kwa mazingira tuliyokuwa nayo sana kutumia fedha hizi kuwashawishi na kutoa elimu kwa wanawake na vijana na vikundi mbalimbali kwamba kwa miradi ya kilimo, miradi ya ufugaji na miradi ya uvuvi inalipa. Kwani jukumu langu sasa kwa elimu niliyokuwa nao kwenda kushawishi makundi mbalimbali mbali kuona kwamba kuwapa elimu namna gani atutumia fedha hizi ambazo halmashauri inazikusanya ili kwenda kuimarisha miradi ya sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tunafahamu sekta hii katika Halmashauri ya Wilaya Malinyi inachangia asilimia zaidi ya themanini ya mapato ya ndani. Kwa maana fedha hizi kurudi kwenye sekta hii maanake ni kuongeza mapato zaidi. Kwa hiyo tukiwashawishi vijana wengi wana, makundi, vikundi mbalimbali mbali vya wanawake na hata na watu wenye ulemavu wakajikita vya kutosha katika elimu hii ya kuinua, ya kuinua uh, mazao yetu na miradi yetu ya ufugaji ya, ya itaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuwasaidia wao wenyewe lakini pia kuisaidia halmashauri katika kuinua mapato na welfare za wananchi kwa ujumla. Tunashukuru eh, se, serikali na katibu tawala mkoa, kwa ajili ya kuratibu zoezi ile ambayo tumeenda kujifunza mambo mbalimbali mbali, tumeona tangu tume anza asubuhi tumetembelea maeneo kwe, kwe pale kwenye shamba agriwezesha kupitia mradi ambao tumejifunza mambo mbalimbali yanayohusu swala zima la mazao ya kimkakati e, tumeona pale namna gani wanajaribu kuinua jamii hususan vijana na kuwahamasisha katika kilimo cha mazao mkakati. Tumeona mazao kama kokoa e, na mazao kama e, e, chikichi. Sasa yote haya ni mazao ambayo yanasaidia e, jamii kuongeza kipato lakini tumeona shamba la ufugaji ambalo kutoka pale, pale Mvomero na tumeona jinsi gani ufugaji wa kuku unaweza kuwa ni chanzo kikubwa, kuku wa mayai ni kawa ni chanzo kikubwa katika swala so zima la kuinua kipato cha jamii, lakini pia tumejifunza hapa kwa maana shamba kubwa ambaye ni mfugaji wa mfano kwenye so swala zima la ufugaji wa ng'ombe. Huyu anatoa mfano kwa wafugaji wote na nitoe rai kwa wafugaji wote katika mkoa wa Morogoro lakini pia katika halmashauri zetu waige mfugaji huyu Bwana Shamba Kubwa ambaye kwa kweli ameonyesha nia ya ufugaji wa wenye tija, ufugaji wa kisasa, ufugaji wa kibiashara.